Hi guys. Uh, kuna kitu nataka kuongea hapa ambayo imeniudhi mbaya sana na inafanywa na mtu mzima ako na familia. Uh, sitaki kusema mimi ni mzuri sana, lakini saa zingine tunajiangalianga. Kwa hiyo huwezi sema mimi si, mi hata mimi huwa niko confused, sijielewi nimeokoka ama sijaokoka? sababu gani siendi kanisa, aya, na sijui mara ya mwisho nilienda kanisa lini. Hiyo naongea ukweli wangu kabisa. Aya, sifuti sigara, sikunywi pombe, sikuli siku miraa na siendi kwa malaya. So mimi niko hapo katikati, hata sijielewi unaona. Mpaka watu wengine wanaambia maisha yangu hivi is very boring, maisha yangu ni kama yani maisha yangu iko ngumu sana kuishi kwa sababu sieleweki. Na tukipiga gear naweza piga gear mchana na usiku wote mpaka asubuhi, na nichanganye tena hiyo mchana, na nipige tena usiku mwingine, na hao wanakula wana, hizo vitu wanajifanya ati wanafukuza usingizi, nashtukia wamelala, hata nimewaacha nime, wa, nime, so wanadulizanga hiyo nguvu natu, natoanga natuanga wapi na inatumianga nini, but kwa sababu wao mafikiria yao lazima wakuweke ukuo umetoshana na, na wao kivile vitu wanafanya wanakwambia kama upendi hizo vitu, inaonekana unapenda wanawake Kweli sijakataa, naweza kuwa napenda wanawake lakini inategemea napenda mwanamke wanam, gani. Mi napenda wanawake wangu kwa sababu tukiangalia mambo ya familia, kama watoto wenye wanaitwa wangu, niko na wengi sana. Ni sawa, niko na familia kubwa, lakini kuna kitu mimi sifanyangi. Jamaa rafiki yangu, yeye ya yeah, ananiukiuzi kuwa napenda wanawake. Tulikuja tukapitia sehemu, tukapata wanawake wamesimama Mali tulienda kulala, wanawake wanasimama, akaniambia wanawake ni warembo sana, wasichana wa kutoka Rwanda, wengine wa kutoka Ethiopia, murefu, nini, niwarefu, weupe, maipsi, wako na yani nywelemrefuarefu weupe wako na kile kitu yani, zote za mwanamke mrembo wako nazo, sijakataa ni warembo lakini, huo the the, rembo wao wanautumia vibaya, kwa sababu wanajiuza, ni watu ambao wajaolewa. So jamaa akaniambia eh, hao wanawake vile wako warembo ah mazee. Lazima nipite na mmoja. Sasa nikamwambia, mazee, kama kuna kitu mimi sifanyangi ni hizo vitu unazitanga, ati niende niulize shoti, pesa ngapi. Hiyo zinanga hiyo time. Cause gani? Huo mtu ako hapo anakuafuta, ana pesa. Kwa hivyo akikuona na pesa extra ama pesa nyingine, atakufanyia kitu, achukue hiyo pesa. Ako radhi hata kuue ama akutilie mchele ama hata anaweza kudunga kitu ama kupigie kelele, aseme umemwibia ama we ni mwisi, ili agarawa kupokonya hiyo pesa yako. So mazee, heri tu relax, tulale, tuachane na mambo hao wanawake. Cause mimi sikudanganye, nikienda hapo pia sitaridhisha roho yangu. Nitaenda hapo na hamu yeye kutaka hiyo kitu, lakini nitaambia nita, nitaenda kidogo kidogo, anakuambia time yako imeisha. Is like unakuta hii time inaishianga wapi? Kwani muliandikana, tutaenda kwa time dakika tano. Ukipita dakika tano umetolewa, hmm? Na mimi hapo niko radhi niko ninataka hata sasa niridhike, kwa sababu nimeenda kufanya hiyo kitendo niridhishwe na hiyo kitendo. So mimi ita niridhisha, nitafukuzwa na wa kwanza wa pili wa tatu, nitakuta nimezunguka wanawake kama nane kitambo nikuje kumaliza ile ishu yangu nilikuwa inanipeleka hapo. So nikamwambia mimi kivyangu, hiyo nimeenda kufanya hiyo ni gharama, naona ni gharama. Kwa hivyo kama mimi nifikia pale nikaoa nilioa na nikasimamisha. Hiyo maneno ni sawa, nishaifanya si siri, siku anafanya. Lakini wakati niliona ni kwangu ni gharama, ninazungushwa zungushwa sana, mara huko umerushwa, umepigwa mateke, na wewe mwenyewe ni pesa yako imekupeleka hapo, mara sui nini umeambiwa, oh oh, sui nini wewe, umeharibu time, sui ni mara unaruhiwa nguo, mara sui umefanya nini? Ah, nikaona hapana. Nikamwambia ujamaa, vizuri hao wanawake ni warembo, lakini watakudanganya, utaenda hapo, lete pesa nikuwekee na simu. Haya, jamaa amekataa akaenda mwenyewe asubuhi, naamka naenda kwa gari kumgongea Simoni, kwa gari nikasema, kwa sababu ni rafiki yangu na aliniambia naenda kwa hizo vitu, acha niende, nikamtafuta nikamtafute mutafu, nika nikaenda huko hiyo sehemu tu alienda kwa wanawake, tuliwaona nikaulizia. Ah, nikaambiwa kuna mtu kama huyo anajulikana. Mwingine ndo aliniambia kuna jamaa alipelekwa hospitali hapa, alikuwa amelala, ni kama amewekewa mchele. Hebu nenda hospitali fulani uko nifahamu kama ni. Kwenda ninapata jamaa amedungwa mashindano, anaongezewa maji ati amekelewa huku ni anaongezewa maji jamaa, kumuuliza simu ajui iko wapi, pesa zote zilipotea ajui ziko wapi, ana pesa ya kula gari ana pesa ya kulipia parking. Sasa mimi itabidi sasa, ameniharibia wakati wangu, nilikuwa nirauke, sijarauka sababu yake nimngoje. Sasa inafikia pale, unakuta mimi ninaumia na kwa sababu ya starehe zake, naumia kwa sababu ya starehe zake sasa ndio sasa, inashangaa hiyo. Ni tabia gani eh? na sijasema mimi ni mzuri, lakini sasa vitu zingine tunafaa tuziangalie vizuri sana eh, so mimi imebidi sasa, tumengojea ikafika pahali, akatoka hospitali, kufika ana pesa ya kukula, ana pesa ya kulipa paki, ana nini. Na huyo mtu sasa anataka akudepend ile pesa yako anakuambia we we nitakurudishia nikopeshe nikopeshe. Sasa hiyo ni maisha gani? Alikuwa nimepanga mahesabu yake yangu na yake alikuwa amepanga. So guys, mimi sidhani hiyo kwenda kununua hiyo kitu vile watu wanasemanga hiyo kama ni maisha. It is good. It is better, wachane na hizo tuachane tu na hizo vitu bwana. Tutulie bwana. Shukrani.